Hebu kujani hapa kila mtu. Nani alienda shoya nyumba? Si nilisema hakuna kuenda shoya nyumba mshanya, lakini amusikiaji. Ya ni nani alienda kopi mangae? Heshima Max. Fani kuja ni hapa kila mtu apage hapa live. Paka mniambie nani alienda shoya nyumba na nilisema hakuna kuenda shoya nyumba. Kwa nini amsikiaji? Sasa shoya inanyuka nyupa mzima. Hata chochoo esi kako amani na huka. Ni nani alienda akakojoa kwa shoya nyumba? Unajua nyinyi ya musiki maneno nitawapatia punishment sasa. Si nilisema na hamu kusikia watu waende show ile ya chimo iko huko nje, karibu na taba. Mshana watu wanaenda huko show. Usiku ndio mnaigea isho ya nyumba. Isho ya nyumba isiedwe mshana. Si mnasikia? Sasa mtashukua hivi. Kila mtu aende bucket iko na maji ijae kabisa akuje amwage. Hiyo ndio punishment. Hiyo ndio musiede isho mshana. Kama unataka kwenda show haja kubwa, kama hakuna tishu unaniambia na kutorea. Unendasho ya uko ya, ya shimo yiko uko karibu uko kwa chaba. Kila mtu aende bucket haraka.